Naam, wadigani, um, wanafamilia wa Mkubwa Media tunaona Harmonize ameweza kuonyesha e, studio session yake akiwa pale Konde Gang, na inaelezwa kwamba Harmonize e, yuko mbioni kuja kutoa ngoma mpya. Sasa kuna clip ya video a, kimonyesha Harmonize yuko studio na tunaona akiwa na rekodi kitu, maana yake ni kwamba Eh, kuna wimbo mpya unakuja hivi eh, karibuni sasa. Kutokana na eh, vitu ambavyo vimeonekana kutokea katika mitandao ya kijamii eh, wanaelezwa kwamba hii inawezekana ikawa ni project mpya ya Harmonize ambayo itakuja hivi karibuni, na tunaona sasa hivi anajiandaa kuja kutoa album yake mpya inaenda kwa jina la 31. Eh, ambayo ni album ambayo E, inatarajiwa kutoka siku za hivi karibuni, lakini sasa katika hiyo album e, kuna ngoma kadhaa ambazo zinaelezwa kwamba pengine e, zitakuja kutokea, au sio bana e, lakini bado yeye hajazungumzia chochote, bali aliweza kuweka e, ishara ya kwamba e, kutakuwepo labda na e, kutakuwepo na kazi mpya na kazi hizo kwa namna moja ama nyingine e, zitakuja E, kuzungum, e, itakuja ku, e, kutoka hivi karibuni kwa ajili ya kuweza kuwapa raha mashabiki na tunaona yeye mwenyewe hajazungumza chochote, na tunaona miairisha ishuoameahirisha show yake kule Dodoma, lakini sasa hivi anajiandaa e, kuja kutoa wimbo mpya kwao. We, watu wengi wanatarajia uh, kuona ni kitu gani ambacho kitakuja uh, kutoka siku za hivi karibuni. Hii clip unayoiona, uh, tunaona iko hapo pamoja na management yake uh, wakiwa uh, wanasikiliza baadhi ya midundo na hiyo ni ofisi yake ya kazi. Yani, hapo manake tunaona amevaa hizo hizo headphone lakini pia akiwa karibu na booth pale, lakini pia tunaona uh, kuna Eh, kuna producer pale akiwa anatengeneza eh, kazi kwa hiyo, kuna mmoja ama nyingine inaonekana kutakuwa na kazi ya eh, kazi ambayo kiukweli itakuwa ni bab kubwa. Kumbuka, kuna projekti kadhaa ambazo tayari ameshaziachia hivi karibuni, na projekti hizo zinafanya vizuri. Kwa mfano, ukiangalia kuna mfululizo wa ngoma ambazo amezitoa mwaka huu e, ambazo nyimbo hizo e, zinaonekana kuwapagawisha mashabiki, lakini wengi wanasema kwamba hawataki kuona ngoma hizi mpya katika albamu yake maana yake inabidi hizi e, ngoma zilizotoka mwaka huu inabidi e, zibaki hivyo hivyo, then atupe ladha the tofauti. Kwa sasa hivi anajitahidi e, kuhakikisha kabisa kwamba anatoa project ambayo ni mpya. Tunaona kidedea ni bonge moja la ngoma ambazo kiukweli imepokelewa kwa kwa shangwe na tunaona kidedea imeweza kufikisha viewers milioni mbili, lakini ukiachilia mbali uh, okay, na hivyo akaja akatupa uh, friendzone. Friendzone ambayo ameshirikiana na Ibra ambayo video haijatoka ausobana, lakini kidedea eh, video imetoka uh, kwa hiyo sasa, unaona sasa hivi kuna utitiri wa nyimbo ambazo wamekana kuzitoa, na sasa hivi anajiandaa sasa, eh, kuja na ngoma mpya sasa inaonekana. E, mambo yanaonekana kuwa kuwa, eh, kuwa eh, ni vice versa. Unajua unaweza ukaweka hivi na mambo yakageuka hivi. Kumbuka eh, kuna watu wanasema kwamba kuna kwa namna moja ama nyingine Harmonize eh, inabidi atafute namna gani ya kuweza eh, kupromote ngoma zake ili ziweze kwenda kimataifa na hili kuweza kuwasaidia mashabiki kuweza kupata ladha ambayo, eh, kwa namna moja ama nyingine inaweza kumsaidia kwa hiyo hiyo, kama Harmonize atatoa ngoma basi itakuwa e, ni ngoma ya kwanza e, baada ya vurugu zote kutokea, na tunaona e, wanajiandaa kabisa kwamba e, sasa hivi kazi itakayokuja kutoka itakuwa ni au bwana, itakuwa ni kazi ya kukata na shuka. Sasa basi kwa namna moja ama nyingine Harmonize e, kuposti hicho manake amewachia watu e, maswali mengi sana Eh, kwa nini ameweka video hiyo? Lakini pia anajaribu kutafuta sosi mbalimbali za habari kunihabarisha kuhusiana na klipu hiyo ya video, kwa sababu ukiangalia vizuri ni kwamba Harmonize sasa hivi anajiandaa eh, kuja au eh, kutoa, eh, kutoa, eh, kutoa ngoma mpya, lakini pia na hii album yake mpya. Lakini sasa kilichowashangaza wengi eh, ni kwamba ameji E, amejiexpose kwamba kuna wakati ameweka wazi kwamba kuna album. Kumbuka kuna shows ambazo zinamsubiri, lakini pia katika hizo show ndipo atakapoenda kutambulisha albamu yake mpya. Na uzuri ni kwamba e, ni wiki tatu zimepita tangu atoe Frenzon, na ni kibao ambacho ni kizuri e, kimpokelewa vizuri na kina jumla views laki tisa audio tu peke yake, na imeweza kuweka rekodi kubwa sana. Lakini kwa namna moja ama nyingine, e, tunaona jinsi ambavyo amejitahidi kuhakikisha bisa kwamba ana maintain e, status yake na kuweza e, kukaa pale ambapo anataka awepo. Sasa kumbuka maadui ni wengi sana kwa sasa hivi. Tunaona mwezi Oktoba Diamond alitangaza vita na akasema kabisa kwamba anataka kutoa ngoma back to back kwa sababu ni mwezi wake ambao amezaliwa, lakini kiachiramani na hivyo ni kwamba uh, tunaona alivyoenda kule Kigoma, Diamond akazungumza kwamba eh, hakuna msanii ambaye anaweza kusimama mbele yake, yani achilia mbali na wote ambao wanawafahamu wewe, hakuna mtu anaweza katoa ngoma eh, mbele yake au sio bwana, ngoma ambayo kwa namna moja ama nyingine eh, inaweza ikamfanya yeye akashtuka. Kwa hiyo akatoa nyimbo tatu yakatoa misumari mitatu alitoa misumari kitoa nani au subana. Kwa hiyo tunaona alizungumza maneno ambayo kiukweli ya kujiamini sana kwamba hakuna msanii Tanzania ambaye kidogo anaweza akampa pengine challenge yote au changamoto yoyote au subana. Kwa hiyo maneno hayo aliyazungumza Kigoma. Sasa hii inaonekana, e, taarifa hii inaonekana Konde Gang wamepata, lakini pia hata Kings Music e, pia wamepata kwamba kuna wakati walitoa ngoma kwa pamoja huyu alitoa Friend Zone, huyu alitoa ngoma Diamond nani lakini pia Halikiba alitoa Sela. Kwa tunaona hii sasa inaonyesha kabisa kwamba watu hawa sasa hivi hawaogopani. Unatoa project na mimi natoa project. Unatoa ngoma na mimi natoa ngoma, audio natoa audio, video natoa video. Kwa hiyo uh, kumekuwepo na eh, kuna bahati namna hiyo. Kwa hiyo chochote anachokifanya sasa hivi Harmonize eh, inatakiwa asitoke unyonge. Inabidi atoe kwa ukubwa ambao utamfanya kuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya kazi kisasa, lakini pia kuhakikisha bisa kwamba makosa ya, ya zamani anayafuta, kwa sababu kwenye swala zima la, la, la promotion Diamond amewazidi wasanii wengi wa bongo na hata katika delivery. Kuna namna ya kutoa, unaweza uka, ukaandaa uka ngoma kali, lakini kwenye upande wa kudeliver ukafeli, na ndo hapa sasa, hapa ndo tunaona Diamond kidogo anapiga wenzake bao eh, anatoa ngoma kali na anadeliver vizuri, anajua ku kupromote. E, kuna wakati Harmonize ajisau kidogo TikTok TikTok, tunaona uh, e, kwa sasa hivi ameanza challenge na vitu kama hivyo challenge. Alisema kwamba atakayefanya vizuri atajishindia pesa za kutosha, kwa hiyo sasa hivi ni kwamba Harmonize ameshaanza, e, kuamka na anaona na anajitambua na, na, na, na ni na jinsi gani ya kufanya e, kitu kwa ajili ya kuweza e, kujipromote. Don't show maoni yako kisha na subscribe.